Msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia, msikubali kabisa. Hili nawaomba mlikatae kwa nguvu zenu zote. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili, na wasihi kamwe msijekuwa wabomoaji wa taifa lenu. Mheshimiwa Spika,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 Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti haina fomula moja. Kama taifa, tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, sote kwa umoja wetu, tunapaswa tuitumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe, na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia.